Karibu katika uchambuzi wa magazeti yetu ya leo. Kama kawaida, tunalo gazeti la Mwananchi, tunalo the Citizen, lakini pia tunalo gazeti la Mwanaspoti. Ni Februari 16, 2016. Gazeti la Mwananchi ukurasa wake wa mbele, habari kubwa iliyopewa kipaumbele, nasema siku mia moja JPM vs J. K. siku mia moja alizokaa madarakani, Jakaya Mlisho Kikwete na siku mia moja alizokaa madarakani John Pombe Magufuli. Kwa undani zaidi wa habari hii, basi pata nakala ya Mwananchi, utajua nini alikifanya Dr. Magufuli na nini alikifanya Dr. Jakaya Mlisho Kikwete. Waziri wa afya atumbua jipu mkurugenzi bila ganzi. Mwananyamala yatumia maji ya chupa chumba cha upasuaji cha upasuaji Dr. B. Simba, sikuamini kama ningekuwa salama, lakini kuna habari picha ikisema waziri wa afya wa... Umi mwalimu akisaidiana na askari wa Jeshi la Kujenga Taifa kuhamisha vitu katika jengo lililokuwa na wafanyakazi wa kitengo cha afya ya uzazi na mtoto katika hospitali ya taifa ya Muhimbili timu atimua ya watumishi ya hamia TBC. Magufuli awapa ubalozi Migilo, dau na Chikawe. Hizi ni habari zilizopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa kwanza kabisa wa gazeti la Mwananchi. Ukurasa wa pili wa gazeti hili kuna habari inasema, wasomi Magufuli amejipambanua, wasomi Magufuli amejipambanua. Mwananyamala atumia maji ya chupa chumba cha upasuaji, ni habari iliyotoka ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi. TRA Makete ina ofisi moja tu. Waziri Magufuli amt anatumbua jipu mkurugenzi bila ganzi. Habari pia imetoka ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti la Mwananchi. Ukurasa unaofuata wa gazeti hili siku mia moja za Magufuli na siku mia moja za jaka ya Kikwete waliopisha wazazi Muhimbili uhamishiwa wizarani, taka Magufuli awapa ubalozi Migiro dau Chikawe atewa pia bosi wa NIDA. Ukurasa unaofuata wa gazeti hili ACT watumia shilingi mia sita hamsini na sita milioni katika kampeni. Kesi ya kubenea makonda yapigwa kalenda. Ukurasa wa nyuma wa gazeti la Mwananchi kuna habari za michezo. Habari kubwa ya michezo iliyopewa kipaumbele inasema mabeki kuamua simba yanga kosto ya ziumbua Yanga Azam, TFF yasikitishwa kupigwa mwandishi MCL. Shirikisho la soka Tanzania TFF limepokea kwa masikitiko taarifa ya kupigwa mwandishi wa habari wa michezo wa gazeti la Mwananchi mwanahiba Richard na kiungo Simba Mwinyi Kazimoto mjini Shinyanga. Ni ukurasa wa nyuma kabisa wa gazeti la Mwananchi. Tukiachana na Mwananchi na kamata gazeti la The Citizen. Ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti hili la The Citizen, habari kubwa kuna... iliyopewa kipaumbele asema maagizo mapya yatolewa kwa maofisa wa TAKUKURU. Magufuli amteua mkurugenzi ANCF kuwa balozi. Viongozi wa TBC warudishwa nyumbani, ni habari zilizopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa kwanza wa gazeti la The Citizen. Ukurasa wa pili kuna habari zilizotokea katika ukurasa wa kwanza kabisa wa gazeti hili la The Citizen. Ukurasa wa tatu wa gazeti hili la The Citizen, maofisa wanne wa bohari ya dawa wasimamishwa kwa ofisa. Sadi. Serikali yaunda timu kuchunguza ukwepaji wa kodi ya mizigo bandarini. Ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la The Citizen, habari kubwa iliyopewa kipaumbele inasema nya, Mayanja, Simba inahitaji pointi na sio kulipa kisasi, na alikamata gazeti la Mwanaspoti ukurasa wake wa kwa kwanza, habari iliyopewa kipaumbele inasema mzungu Yanga apania kuidhalilisha Simba da, tukimpiga Yanga tupeni kombe. Habari nyingine nasema nipo vizuri, nyie kila idara. Jose Mourinho saa chache kutua Man U. Nageuza ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Mwanaspoti tembea uone. Messi apasia penalty; Suarez afunga goli ni ukurasa wa nyuma kabisa wa gazeti hili la Mwanaspoti na kuna habari moja tu iliyopewa kipaumbele. Mtazamaji wa Mwananchi Digital, kumbuka tulikuwa na magazeti matatu hapa studio, tulikuwa na Mwananchi, tulikuwa na The Citizen, lakini pia tulikuwa na Mwanaspoti. Usisite kupata nakala yako, tembelea kwenye maeneo yanakuzwa magazeti haya na ununue nakala ya Mwananchi, The Citizen na Mwanaspoti. Wakati... Katika uchambuzi wa leo ulikuwa nami Tumaini Msoho ya Kibiki, asubuhi njema, tukutane tena siku ya kesho, muda na wakati kama huu, asante.